Wadhakirna ma nasina wakhtim lana bi salihil amal. Ndugu yangu naongozana naye hapa kujua kinachoendelea ile ratiba, kama ratiba ilikuwa inaonesha ni kuzungumzia baadhi ya makosa yanayofanywa na mahujaji eneo hilo, ni rahisi ukijua jambo la msingi ulilofundishwa kufanya, basi ukitenda kinyume na hilo tayari ushafanya kosa. Ndio maana kuna wengine wanaamua kwenye darasa asomee yale makosa tu. Kuna mpokezi mmoja wa hadithi alifika kwa shekhe, akaambia mimi ninachotaka unisomeshe zile hadithi zisizofaa. Kweli wengi walimshangaa, za nini zisizofaa, wakati hazitumiki? Sasa nikishajua kwa sababu najua zinazofaa ni nyingi mno kuliko zisizofaa, kwa kuwa zisizofaa ni chache, nasoma hizi zisizofaa, nikijua hizi ndio hazifai, naambiwa tu ukiacha hizi zilizobaki zote zinafaa. Na sisi katika hija, kuna makosa wanavyoona wanaandika, kuna akhtaul musallin, kuna akhtaul hujaji, kuna ma mayartakibuhu lhujaj walmu'tamirina min alakhta. Wanachotaka ili ile hija ya mtu ikimalizika, yusafi haikukumbwa kumbwa na majambo jambo mengine, kwa sababu kule Maka, kule Maka, utukufu ni wa Maka, si watu wa Maka. Watu wa Maka ni kama wewe na mimi, kama walivyo majini, wa minna salihun wa minna kada, waovyo wapo na wastaarabu wapo. Sasa usipojua kipi ndicho ni jambo la kawaida kibinadamu, ukadhania kosa la mkosaji ndio dini yenyewe. Utakujaona vituko kwenye kuswali, utakawa utaona vituko katika matendo hayo ya tawafu na kadha na kadha, ukisha yasoma. Ijumaa moja katika kuwahi mapema, baadhi ya mahujaji wetu waliingia mapema msikitini, saa nne tayari wao msikitini eneo ambalo wamekaa waliona kina mama wa Nigeria wake wamelala, wa Nigeria wa Cameroon, hasa wa Afrika Magharibi ni watu rafurafu rafu mno. Basi mama mmoja amelala pale, kwa kuwa alilala muda mrefu, hashakum, Kiswahili mnaita ashakum, hashakum, wakaona balal amelowana sehemu ya paja alijisaidia usi, ima usingizini au kwa tabia yao tunavyojua, aliamua kuuachia pale. Akaona hapa nikitafuta choo si sasa hivi, au alikuwa na tatizo ya kimfumo ulimtoka kabla hajenda stahani. Basi sasa, mama mmoja kati ya mahojaji wetu alikuwa anaangalia huyu atachukua hatua gani. Basi alizugazuga, alikuwa anaangalia angalia watu kama wanamuona au hamuoni, na yeye alivyoona kwamba anatafuta wanamuona yule akajifanya hamuoni. Basi akajiwekaweka vizuri pale. Basi alibaki hivyo hivyo mpaka khutba ya Ijumaa ikaja, mpaka pakaswaliwa paka, akaswali hivyo hivyo mpaka akaondoka. <laughs> Sasa usije ukadhania kumbe watu wa Maka au wakiwa Maka wanasamehewa ah. Ikishakuwa dhambi pale Maka ndio ashaddu, sio kwa kuwa Maka kuna takhfifu fulani. Sasa maana yetu ni jambo la lazima tujue, kilicho sawa ni hivi, ili kikifanywa kinyume cha hivyo tujue imekoswa. Ndio maana maulama wameamua kuandika kwenye swala, mtu akifanya hivi katenda kosa kwenye hija, akitenda hivi kwenye amefanya kosa, kwenye tawafu akifanya hivi kuna kosa. Ndio maana wanataja hayo, na nilikuta ndugu yangu ule siku ile alikuwa anaongelea, na tumeona kwa ile ratiba kuwa ni kipindi cha rejea rejea, pia yanaguswa. Si tunasema ihrami ni nguzo, si ndio? Jamani, ni nguzo na wajibu wake tuhirimie kabla hatujavuka vituo, vituo ambavyo kwa lugha ya hija vinaitwa miqat. Sasa ikiwa mtu atahirimia baada ya kuwa amevuka tayari, amefanya kosa ni tayari amefanya kosa. Ila amekosa nini? Amekosa wajibu, kwa sababu wajibu wake ni kuhirimia ukiwa kituoni, na kama hapana budi kabla hujafika kituo, lakini kosa kuvuka kituo. Sasa hapa nafanya nini ili hili kosa lifutike? Ima upigwe faini, utoe mnyama uchinje, na kadha, au hutaki faini, urudi nyuma pale kituoni ukanuie, uendelee na safari yako. Kwa hivyo kwenye ihram utakuta kosa la msingi ni hili la kuhirimia baada ya kuvuka kituo, wakati inavyotakiwa uhirimie kwenye kituo chenyewe, au kama umewahi basi kabla ya kituo. Baada ya hapo, zile labbaika sio wajibu, ni sunna. Ndani ya hija na umra umezifanya, unajizolea thawabu. Hukuzifanya, Umejipunguzia kipato chako, lakini hija itasoma imepita. Sasa tunakwenda, ukishafika nguzo inayofuata kwa wewe mfanya ume.